Wakazi wa Goma na Bukavu wamesema kutokana na changamoto ya kukosa uzoefu wa kuongoza miji mikubwa, wapiganaji wa M23 wameshindwa kufufua biashara katika miji hiyo. Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa taarifa iliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC ilisema kuwa itatoza kodi bidhaa kutoka maeneo yanayodhibitiwa na waasi hawa M23, yakiwemo maeneo ya, ya mji wa Goma, Bungana na Ishasha, hali ambayo itazidi kuathiri biashara hiyo. Kabla ya tangazo hilo, bei ya chakula na mafuta zilikuwa tayari zimepanda kutokana na changamoto ya kufikisha bidhaa hizo sokoni katika maeneo yaliyotawaliwa na mapigano hayo. Utafiti wa shirika la chakula la Umoja wa Mataifa WFP ulionyesha kuwa bei ya vyakula vya msingi kama unga imepanda kwa asilimia angalau sabini. Mkuu wa mahusiano ya umma wa WFP nchini DRC, Shelley Thakral, alieleza AFP kuwa walikuwa na hofu kubwa kuhusu athari za uhaba wa chakula hasa kwa watoto nanukuu, tunapanga kuanzisha maghala ili tuone tunachoweza kusindika na kuingiza kutoka nchi nyingine na pia kile tunachoweza kununua ndani ya nchi, alisema Thakral, mwisho wa kunukuu. Thakral aliongeza kuwa wakazi wa Bukavu kwa sasa wanakabiliwa na uhaba wa noti za pesa. Benki zinazomilikiwa na serikali bado zimefungwa, huku watu wakijipanga kwenye foleni ndefu kupata fedha hizo zinazotolewa na mabenki. Maisha yamekuwa ghali sana, alisema mwandishi wa habari wa eneo hilo. Watu wanahitaji pesa, lakini hakuna. Ni vigumu kupata chakula kwa sababu hakuna pesa za kununulia, mwisho wa kunukuu. Wakati wa mkutano wa hivi karibuni, M23 ilisema kuwa itachukua hatua ikiwa serikali haitafungua na kutoa leseni kwa benki mpya. AFP pia imeripoti kuwa siku ambayo M23 waliudhibiti jiji la Bukavu, maelfu ya watu walikimbia gereza kuu baada ya jengo hilo kuchomwa moto chanzo cha moto huo bado hakijajulikana kwenye sekta ya elimu kote bukavu watoto wachache pekee ndio walioamudu kurejea shuleni kutokana na mapigano hayo mkazi mmoja wa mji huo mwenye watoto wanne ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama alisema anasubiria kuona hali ya usalama itakavyokuwa kabla ya kuwarudisha shuleni nanuku wazazi wengi walikataa kupeleka watoto wao shule kwa sababu tulipokea ujumbe na video kutoka kwa wazazi wa goma waliopeleka watoto wao shule kisha wakatekwa nyara, alisema mzazi huyo. Hata hivyo ofisa mmoja wa wizara ya elimu katika jimbo la Kivu Kusini nchini DRC aliambia AFP kuwa habari hizo za watoto kutekwa hazikuwa za kweli. Aliongeza kuwa walimu wanatarajiwa kulipwa mishahara yao mapema mwezi huu. Kadri wapiganaji wa, wa M23 wanavyosonga kusini, wakazi wa miji wameelezea wasiwasi wao wa, wa kuwa unazidi kuongezeka. Kulingana na ripoti, kundi hilo linakaribia mji wa Uvira. Wakazi wa eneo hilo wamesema watu tayari wameanza kuyakimbia makazi yao. Na nukuu, tunaishi kwa hofu, alisema mkazi mmoja wa Uvira, hatujui nini kitatokea, hatujui kama serikali itatuokoa, mwisho wa kunukuu, wamesema mkazi huyo. Wale wanaoishi chini ya utawala wa M23 huko Bukavu wako njia panda kuhusu maisha yao ya sasa na baadaye. Hali ndiyo hii tunayopitia sasa, mtu mmoja alivyosema. Karibu mstari wa mbele, ukatili wa kingono na ukiukwaji wa haki za binadamu bado vimesambaa, pamoja na uporaji na uharibifu wa vyumba na biashara za raia umezidi kuongezeka, alisema Patrick Eba, ambaye ni naibu mkurugenzi wa idara ya ulinzi wa kimataifa ya UNHCR. Akizungumzia akizungumza akiwa mjini Geneva, Eba aliwaambia waandishi wa habari kuwa majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini bado hayajatulia, huku mamia ya maelfu ya watu wakiwa katika harakati za kukimbia makazi yao. Karibu watu elfu themanini wamekimbia makazi yao na kuyaacha mapigano hayo katika vikosi vya serikali vya DRC yani FRDC na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wakielekea nchi jirani, huku takribani 61 wakiwa wamewasili Burundi tangu Januari mwaka huu. Kwa mujibu wa Eba, kesi 895 za ubakaji zimeripotiwa kwenye mashirika ya kibinadamu katika kipindi cha wiki mbili za mwisho za Februari pekee. Ofisa huyo wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa aliendelea kusema kuwa wastani wa zaidi ya visa 60 vimerekodiwa kwa siku. Ofisa huyo wa UNHCR alieleza pia hatari nyingine wanazokumbana nazo raia, ikiwa ni pamoja na mabaki ya vilipuzi ambavyo vinahatarisha maisha ya watoto na wakulima wanaojaribu kulima mashamba wa yao. Jumatatu, ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA iliripoti kuwa watu wenye silaha walivamia angalau wa hospitali mbili katika mji wa Kivu kaskazini Goma na kuwateka nyara wagonjwa kadhaa hospitalini. Mapigano hayo pia yamezuia misaada ya ya kibinadamu kuwafikia watu walioko njiani kuhama makazi yao. Kwa mujibu wa shirika la chakula duniani WFP kusitisha operesheni zake za msaada katika maeneo yaliyoathirika na vita ndiyo swala liliyobaki, lakini lilikuwa linaanza tena usaidizi wa chakula cha dharura katika sehemu fulani za Kivu kaskazini, kwa mujibu wa chapisho lao kwenye mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, wa Jumanne asubuhi, wakilenga kuwafikia angalau zaidi ya watu laki mbili na kumi katika kanda hiyo ndani ya jimbo la Kivu kaskazini na kusini. Harakati kubwa za watu zinaendelea sambamba na ripoti za amri za watu wa M23 kwa binadamu ama raia walioko eneo hilo waliokimbia makazi yao kuondoka katika kambi zilizozunguka eneo la Goma, alisema eba mwisho wa wapiganaji. Wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wanasema wanapigania haki za kabila za Watusi ambao ni wachache nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika wiki chache zilizopita wamekamata maeneo makubwa zaidi tangu walipoanza mapigano hayo mnamo mwaka 2021 sasa, wanadhibiti mji mkuu wa mashariki mwa DRC wa Goma na Bukavu na inaripotiwa kuwa wanakadiria wanakaribia mji wa Uvira, mji ulioko Kivu Kusini. Baadhi ya watu wanasema kuwa mradi wa M23 wa kurekebisha mitaa katika maeneo wanayodhibiti unawalazimisha wakazi kushiriki kazi za jamii. Nanuku wametuambia, kama hatutajiunga na kazi watatufanyia kile walichofanyia watu huko Goma. Tumeona watu wakiteswa kwenye video, tulilazimishwa kufanya kazi hiyo, alisema mtu mmoja ambaye hakutaka kutajwa jina lake. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.